Mimi ndio nimenominate Rigathi Gachagua, si ndio? Hakupigiwa kura, ati ndio mimi nimemnominate. I nominated him. Kwa sababu katiba ya Kenya sehemu ya 148 inasema rais ndio ananominate, si ndio? Mimi ndio nimemnominate na nimemnominate kwa kura yangu moja si ndio. Na mimi nataka nikueleze, hata wakati mimi nimemnominate bwana Gachagua, niliuliza kwa sababu nilikuwa na wabunge wengi viongozi wa kutoka Mlimani. Tuliketi chini na wao, nikawaambia jameni, mimi nimefanya kazi na mheshimiwa Uhuru Kenyatta miaka kumi. Nimefanya kazi kabla ya hiyo, nimekuwa rafiki ya watu wa Mlimani na wameniamini wanataka kunipatia kura zao. Nataka nyinyi kama viongozi wa kutoka Mlimani, wa bunge wa sasa, munisaidie mmoja wenu ama mmoja wa viongozi wa kutoka Mlima awe naibu wangu, wakati tunaenda kwa uchaguzi. Nasikia Nyokabi, nasikia so nikawaachia nafasi, nikamwambia haya, munipatie mtu Wakazungumza pale kwa ofisi yangu Karen pale nikiwa naibu wa rais, karibu mpaka saa kumi toka asubuhi. Mwisho wakaniambia tumeshindwa, so tufanye namna gani? Nikamwambia hapana, mwezi kushindwa. Wakaniambia kwa sababu tumeshindwa, tunaweza kupiga kura. Nikamwambia pigeni kura, wakapiga kura. Nasikia, si unataka ukweli kabisa? Ikapigwa kura. Huyo Profesa Kindiki akapata kura 27. Mhm. Mm, ule rafiki yangu Rigadhi mm -hmm. Akapata kura tano mm -hmm. Unasikia? Sasa wakati hawa viongozi wameniletea majibu, nikawaambia wacha nifikirie kama vile tutakavyoenda. Mwisho nikawapasua, nikawaambia sikizeni. Mimi nalaumiwa Mlimani kwamba mimi nimeshikana na viongozi E, wachanga viongozi vijana sijui Ndindi Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, hawa vijana wadogo wadogo, na hata huyo profesa ako katika kiwango hiyo. Kawambia ili tusionekane kwa watu wa mlima pengine nimechukua vijana e, wacha nichukue huyu mzee karibu warika yangu, pengine mzee kidogo kuniliko, shingo upande wakaniambia wewe, ndio kuamua. Sawa. Mimi nikaamua, tukaenda pamoja na ndugu yangu eh, Rigathi